Huyu jamaa ni niakakokotesa kule makaburi sio ya kawaida. Yaani, wenzake wameshaoa na watoto, wana maisha mazuri, yeye anakufukuliwa na Yesu ndio anaanza kutabiki. Leo wengine wako kuchekechea kwa mwanje.